Simba yaichapa vibaya Yanga tuzo za CAF e, barani Afrika, ambapo imeelezwa kwamba klabu ya Simba Sport Club ni miongoni mwa timu kumi zinazowania tuzo ya klabu bora ya mwaka katika tuzo za shirikisho la soka barani Afrika. Simba imeingia kinyang'anyiro hicho baada ya msimu wa jana 2024 2025 kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho na kupoteza mbele ya RS Berkane. Kwa hiyo eh, KAFU wakaona ni timu ambayo inastahili kuwa kwenye orodha ya timu ambazo ni bora barani Afrika na hivyo kuania kinyang'anyiro hicho. Kati ya hizo timu ni ipi ambayo inaweza kuondoka na tuzo hiyo eh? Na timu zingine zinazochuana nazo ni pamoja katika tuzo za KAFU za mwaka 2025 kwa vilabu bora barani Afrika, basi timu nyingine ni pamoja na Stellenbosch. Stellenbosch ni timu inayotokea Afrika Kusini. Timu ya pili ni timu ya CR Belouizdad si timu ya Belouizdad inatokea Algeria. Timu nyingine ya tatu ni CS Constantine kutokea Algeria. Timu ya nne ni ASEC Mimosas, hii ni timu kutokea Afrika Magharibi inji ya Ivory Coast eh. Timu nyingine ni Pyramids. Pyramids FC yenye inatokea nji ya Misri timu nyingine ambayo inawania pamoja na Simba ni RS Berkane inayotokea Morocco, ambayo hii nayo ni timu ambayo waliweza kuingia kwenye fainali na kombe la shirikisho barani Afrika na Simba na Berkane kuweza kuondoka na kombe hilo na Simba kuambulia patupu. Na timu nyingine katika ile orodha ya timu kumi ni Mamelodi Sundowns. Mamelodi wenyewe wanatokea Afrika Kusini. Timu nyingine ni Orlando Pirates. Orlando Pirates yenyewe ni timu inayotokea Afrika Kusini, nayo imeingia kwenye kinyang'anyiro cha kuwania tuzo ya timu bora ya mwaka 2025 na timu ya mwisho kabisa ya kumi ni Al Hilali ya Sudani, ambayo nayo imeweza kuingia kwenye orodha ya vilabu ambavyo vinawania kuwania tuzo ya klabu bora soka barani Afrika, kwa mjibu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, ndio ambao limeweza kutoa timu hizo za kuweza kuwania huko, ikionyesha kabisa kwamba Simba imeipiga jepu kubwa sana klabu ya Yanga, ambayo yenyewe imekuwa kijinasibu mara zote kwamba ni klabu bora barani Afrika na Tanzania, kwa ujibu jumla lakini, kwa hapa ubishi unaweza kuwa umekatika, baada ya kafu wenye kutoa orodha ya ambavyo vilabu hivyo, ni ipi ambayo inaweza kuwania kwamba ni klabu bora kwa mwaka 2025 katika vilabu. Lakini kitu cha kushangaza kwa kuna timu zile ambazo ni wakubwa zaidi kwa hapa bara la Afrika, lakini hawajaonekana kwenye hii orodha. Ukichukua timu kama Al Ahly ya Misri, yenyewe haipo kwenye orodha, lakini pia Wydad Casablanca na Raja Casablanca hazimo.